Leo katika Ukweli Mtupu nitaongelea kitu kimoja ambacho kila siku najaribu kukiongea lakini nakutana na changamoto nyingi sana tunaongelea masoko ya filamu. Lakini kabla tujaongelea moja kwa moja masoko ya filamu lazima tutambue soko ni nini? Soko ni nini? Ni sehemu yoyote ambayo imetengenezwa ambayo kwa ajili ya kuuzia bidhaa. Ni sehemu ya kuuzia bidhaa ndio tunaita soko. Kwa hiyo tunapo tunapoongelea ishu ya filamu ni kwamba bidhaa ili, ili, ili, ili iweze kupata wateja kwanza, natakiwa uangalie, je, wateja wapo? Cha kwanza unaangalia wateja walaji ni wa aina gani ambao unaotaka. kiukweli soko la filamu lipo kwa sababu walaji wapo, na soko liko wapi? Kwa sababu soko la kwanza kabisa la, la, la, la filamu ni mlaji, ni mtazamaji. Shida ambayo imekuja kutokea mpaka hivi sasa navyoongea ni kwamba tunasema masoko hakuna, kwa sababu unawezekana ukatengeneza bidhaa yako ikakosa soko kwa sababu mraji hajataka hicho ulichomtengenezea, ndio we utasema kwamba soko hakuna. Ila soko lipo na masoko yako mengi, sehemu nyingi zina, zina, zina, zina, zina waraji kwa sababu kama watanzania tuko milioni sitini na nne na zaidi, kwa nini usema kwamba amna? Tuna Kenya, tuna Uganda, tuna Congo, kote ni soko na soko la adila, soko la nje. Kwa hiyo tunapotengeneza bidhaa zetu, tunapotengeneza filamu zetu, lazima tuwe tunaangalia, tuna targeti wapi? Tuna targeti soko lipi? Soko kama soko lipo, ila wewe mtengenezaji, producer, sawa, umeangalia soko, bidhaa yako naipeleka kwenye soko lipi? Unapelekea waraji wapi? Shida inaanzia hapo. Shida kubwa iko hapo. Ukweli ni kwamba shida kubwa iko hapo. Tunatengeneza bidhaa ambayo haina soko. Unatengeneza bidhaa hujajua soko lako ni lipi? Kwa hiyo inakuwa shtabu. Utaanza kulalamika kwamba soko hakuna, soko hakuna. Ni kwa sababu bidhaa, kwa sababu ndio maana tunapoongelea kwamba kwa mfano bidhaa unayotengeneza, kuna watu mpaka anatengeneza mandazi. Kashajua kabisa ni soko langu kiende kia kama mandazi yangu sehemu fulani, wateja wangu ni watu fulani fulani watakuja kununua. Lakini mwingine atengeneza mandazi hayo hayo yakiwa mabaya. Hawata hata pata wate, wata, wateja mwisho wa siku bidhaa yake inadoda, anaacha hiyo biashara. Lakini mwingine ndio biashara yake, miaka yote anatengeneza mandazi na anauza na anadeza familia yake. Kwa hiyo soko ni lile lile, lakini je, waraji umeshawajua? Kama wewe unaraji wa aina gani? Ndugu mtazamaji na msikilizaji, tambua soko la kila mlipo, ila jitahidi tengeneza kwa kutafuta soko lililokuwa sahihi kwako wewe na haswa sisi tutengeneza filamu zilizokuwa bora, kwa sababu soko linapotea lina, lina, au kama hamna soko kwa sababu bidhaa yako sio bora. Ukiwa na bidhaa bora utapata soko zuri na utakuwa na wateja ambao hawataondoka kwako. Hata wenyewe wanatumia channel hizi, channel kama ukitengeneza kazi zako nzuri sana, watu watakuwa wanafuatia kazi zako, lakini ukitengeneza kazi ambayo sio nzuri hawatafuatia kazi zako. Kwa hiyo soko la filamu lipo. Soko lipo, huo ndo ukweli mtupu. Tusilalamike kwamba soko hakuna, soko lipo, ila bidhaa zetu ndo hazina soko.